ngine katika mawimbi yana sa za dhambi tuta jenga juu tuta jenga juu juu ya mwamba mkuu juu yake Yesu jenga nawe juu ya mwamba msingi peke wakwe Tumaini la elitadumu, tumaini la wokovu, tuta jenga juu, tuta jenga juu tajenga juu ya mwamba mkuu. Tuinamishe nyuso zetu tuweze kuomba. Mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu, muumbaji wetu na kiongozi wetu tumekuja mbele zako tena jioni ya leo tukijinyenyekeza kwa namna ya pekee, kwa sababu wewe ndiye Baba na Mungu wetu, jina lako takatifu litukuzwe. Tazama, tumekuja pia na mioyo ya shukrani kwa namna ya pekee ambavyo umeendelea kujidhihirisha katika maisha yetu hata umeturuhusu jioni ya leo kujihudhurisha mbele zako na kutafuta uso wako mwema. Tunaomba uendelee kuwa pamoja nasi lakini, pia tumekuja na moyo wa sifa na shukrani kwa sababu wewe ndio unayestahili sifa, enzi na utukufu. Tumekuja kutukuza kwa sababu wewe ndiye unastahili. Jioni tunapokuja mbele zako, tunaomba ututakase utusamee dhambi na makosa yetu, ili tukafai mbele zako na hata ibada yetu jioni ya leo ikapata kibali machoni pako. Lakini kwa namna ya pekee pia tunamwalika roho wako mtakatifu awe pamoja nasi, akatufungue fahamu zetu, akili zetu na mioyo yetu, tukapokee sauti yako kupitia mtumishi wako mchungaji Daniel Mshola ambaye umemwandaa jioni ya leo kutukumbusha maneno yako matakatifu, baada ya kiwa kimwili, kiakili na kiroho, na tutakapotoka jioni ya leo katika malango haya ya kanisa hili, ukasema ya hakika ilikuwa vema kujihudhurisha mbele zako. Ninaomba haya nikiamini umesikia, kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, amina. Basi nipende kuwakaribisha tena katika ibada yetu jioni ya leo, na kwa namna ya pekee niwaombe, tutaimba wimbo namba kumi na sita. Baada ya wimbo, mchungaji atasimama kwa neno na programu ya maombi jioni ya leo. Wimbo namba kumi na sita katika vitabu vyetu. Bwana ni na kuhitaji, ni mpofu maskini, unishike mkononi kwako, na pata nguvu kila saa kila saa

zangu ni machafu, nazitamani zako, kila saa, kila saa. Bwana ninakuhitaji kila saa, kila saa

Karibu pasta. Bwana Yesu asifiwe. Uh, ni jambo jingine jema sana la kumshukuru Mungu kwa namna ambavyo ame kuwa nasi ametulinda, ametutunza toka siku ya kwanza ya juma e, na leo tuko siku ya nne e, ya juma na kama tena kumtafuta Bwana, na hivyo niwakaribishe wale tulioko hapa, lakini na wale mnaotufuatilia Uh, kupitia uh, mitandao ya kijamii uh, chini ya Kanisa la Segerea SDA tunawakaribisha kwa mara nyingine tena tuwe na nyakati za kubarikiwa na neno la Bwana uh, na baadaye kuwa na kipindi kizuri uh, cha maombi. Uh, kama tulivyoanza juma lililopita siku ya Jumatano uh, nilisema kwa muda kidogo, tutakuwa na mada za kutafakari ujumbe wa neno la Mungu unaopatikana katika kitabu cha Nahumu sura ile ya pili na ile aya ya kwanza mahala ambapo Mungu anafunua mpango wake wa uokovu yumkini kwa watu wake kwa zama zote. Nahumu sura ya pili na ile aya ya kwanza Biblia inasema yeye asetai vipande vipande, amepanda juu mbele kesila, ilinde njia vitie nguvu viuno vyako, uongeze uwezo wako sana. Icho kisemacho asetai. Je, utakuwa salama sehemu ya pili asetae yuu mbele ya uso huwa salama sehemu eh, ya pili. Maneno haya yaliyoandikwa kita, katika kitabu cha Nahumu sura so ya pili eh, ni maneno ambayo Mungu alimtuma mtumishi wake Nahumu kuyapeleka kwa taifa la Ninawi, taifa ambalo katika karne ya saba kabla ya kuzaliwa Kristo lilikuwa limefanikiwa kukutana na ujumbe wa Mungu kupitia kwa mtumishi wake anayeitwa Yona, na tunafahamu habari zake, namna ambavyo watu wa Ninawi waliokuwa wamemwasi Mungu walivyoitikia ujumbe wa mjumbe wa Mungu Yona. Mfalme akaamuru taifa lote lifunge, naam, na yumkini hata wanyama nao wakafunga wakamlilia Mungu na Mungu akasamehe dhambi na makosa yao. Lakini miaka mia moja baadaye wale watu kizazi kilichoshuhudia eh, habari za Yona akihubiri injili ya wokovu injili ya matumaini, kilipokuwa kimetoweka kikaja kizazi kingine kilichomsahau, na kwa kuwa Mungu ni upendo, na kwa kuwa Mungu utoa nafasi ya pili sasa akamwinua mtumishi wake aliyeitwa Nahumu kwenda kuwapelekea habari ya uokovu watu wa Ninawi. Kwa nini? Katika mwaka ule wa mia sita na ishirini kabla ya kuzaliwa Kristo, taifa la Babeli lilikuwa limeinuka na kupata nguvu chini ya mfalme aliyeitwa Nebopolasa Nebo ambaye baadaye alimzaa Nebukadreza. Sasa na likawa limeinuka taifa hili la Babeli kama taifa lenye nguvu, ikaanza kushinda falme mbalimbali, na sasa likawa linaijua Ninawi. Na Mungu akawambia ili Ninawi iwe salama, iwe salama, lazima watu wake washike sala. lazima watu wake walinde njia lazima watu wake watie nguvu viuno vyao na lazima waongeze uwezo wao. Kweli Ashuru ilikuwa imefanikiwa kutengeneza silaha mbalimbali za vita, kutengeneza silaha mbalimbali za vita. Historia inaeleza mfalme eh, Senakeribu aliyekuwa mfalme wa Ashuru wakati huo alikuwa amefanikiwa kujenga ghala la silaha Galas na katikati ya mji wa Ninawi iliyokuwa na urefu wa kilomita ishirini na upana kilomita kumi na sita na ndani yake zilijazwa silaha za vita. Lakini pia alikuwa amefanikiwa eh, kujenga ukuta ambao magari manne yalikuwa na uwe, kujenga ukuta ambao magari manne yalikuwa na uwezo wa kutembea juu yake yakipishana bila shida, na alikuwa amefanikiwa kujenga njia bora za kuingia na kutoka katika mji wa Ninawi. Na hivyo Mungu anawapelekea ujumbe serikali muna watu wake ya kwamba yeye asitai vipande vipande na huyu alikuwa ni mfalume Nebuparasa, mfalume wa Babeli amepanda juu mbele ya uso wako ili uwe salama wewe na watu wako. Jambo la kwanza zishike silaha. Jambo la pili linda Ndiyo yeah. Jambo la tatu tia nguvu viuno vyako. Na jambo la nne mwongeze uwezo wenu sana. Wenu sana. Uwezo wenu sana. Sasa, eh, kila ambacho kila ambacho uwezo wenu sana. Sasa, eh, kila ambacho kila ambacho kila ambacho ifunua kwa taifa la ni, la Ashuru na hasa kwa mji wa Ninawi wakati huo ndicho anachokifunua kwako na kwangu leo. Sisi nasi yuko anaye seta aliyepanda mbele juu ya uso wetu, na adui yetu leo sio babeli tena. Adui yetu mkubwa ni Ibilisi na Shetani, na ili tuweze kushinda, siri ni ile ile. Ili tuweze kushinda, lazima tushike sila, lazima tulinde njia lazima tutie nguvu viuno vyetu na lazima tuongeze uwezo wetu sana. Hiyo ndio siri ya kumshinda yeye anayeseta na aliyepanda mbele ya uso wetu leo, ambaye ni Ibilisi na Shetani. Katika sehemu yetu ya kwanza tuliona ya kwamba Mungu ametupatia silaha, silaha ambazo tunatakiwa tuzishike, silaha ambazo tunatakiwa tuzivae fursa ambazo tunatakiwa tuzitumie katika pambano tulilonalo dhidi ya adui yetu. Biblia katika kitabu kita cha Ufunuo eh, katika kitabu cha Waefeso, Waefeso sura ya sita na ile aya ya kumi, ambayo inasema neno haya, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Aya ya kumi na moja, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani tani kama ambavyo ni nawe waliambiwa ili wawe salama, lazima washike silaha. Leo hii mimi na wewe, ili tuweze kuwa salama bidi ya adui yetu aliyepanda mbele ya uso wetu, bidi ya adui yetu anayeseta vipande vipande, lazima sisi nasi tushike silaha. Bwana tukumbusha, lazima tuvae silaha zote za Mungu. Hawa wenzetu waliambiwa kushika silaha za kibinadamu walizokuwa wametengeneza wenyewe, lakini leo mimi na wewe tunaambiwa kuvaa silaha zote za Mungu hizi, naambiwa kuvaa silaha zote za Mungu hizi. Ni silaha, silaha zilizotengenezwa na Mungu, ili kutusaidia katika vita tuliyo nayo, tuliyo nayo, tuliyo nayo. Na somo letu lilopita, tuliangalia moja ya silaha, moja ya silaha, na silaha tuliyoangalia ni kweli katika kita, uh, uh, wa Efeso 6 na ile aya ya kumi na nne. Biblia inasema basi simameni hali mmejivika kweli viunoni, mmejivika kweli viunoni. Na tuliangalia kweli ambayo tunatakiwa kujivika, tunatakiwa kuivaa ni neno ni neno la Mungu, Neno la Mungu. Neno la Mungu. Lakini basi kwa nini hii kweli kwa nini hii kweli kwa nini hii kweli tuivae Eh, viunoni. Maana mwandishi anasema eh, kwa nini kiuno kimetajwa mahala hapa, kwa nini kiuno kimetajwa mahala hapa eh, eh, mwandishi eh, anapoandika anataka kutuambia, kutuambia nini? Kuvaa kweli viunoni au kiunoni, maana kweli ni neno la Mungu, tuliona namna ambavyo neno la Mungu natakiwa lisomwe liingizwe katika akili zetu, katika mawazo yetu, ndipo tunapoweza kuwa salama. Katika kitabu cha Zaburi Zaburi Zaburi Zaburi ya mia moja na kumi na tisa Zaburi ya mia moja na kumi na tisa na ile aya ya kumi na moja siri ya ushindi. Biblia anasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi, ili tusimtende Mungu dhambi ili tuelewe madanganyo ya ibilisi na tupate nguvu za kuyakataa, lazima neno la Mungu liwekwe moyoni mwetu. Lazima kweli iwekwe moyoni, na niwakumbusha, Biblia inaeleza kweli ya Mungu inaweza tu kuwekwa katika moyo wa mtu kwa njia kubwa mbili. Njia ya kwanza ni njia ya yeye mwenyewe kuwa na wakati wa kuisoma hiyo kweli. Njia ya pili ni ya kuwa na wakati wa kukaa kusikiliza wengine wakisema kama mlivyo keti, sasa mnasikiliza maana hata hivyo mnaweka moyoni, weka moyoni kwa hiyo kweli neno la Mungu kweli neno la Mungu. Na niwakumbusha kwa mara nyingine tena, Ibilisi anajua uh, kitu ambacho akitutenga mbali nacho ni rahisi kushindwa, rahisi kushindwa katika pambano tulilo nalo, ni pale anapofanikiwa kututenga na kitu kinachoitwa uh, kweli. Na, kweli, na leo hii anafanya kila jitihada ya kututenga mbali na kweli ya kututenga mbali na neno la Mungu kwa kutupa shughuli nyingi, eh, ukichukua tu Biblia umesinzia. Lakini ukiingia kwenye tamthilia unaweza kuangalia mpaka asubuhi, eh, ukishika tu Biblia tayari usingizi. Tayari unajisikia kuchoka. Lakini ukiingia kwenye YouTube, kwenye WhatsApp kwenye Instagram, kwenye TikTok unaweza ukakaa mpaka asubuhi. Ni kwa nini? Mathayo 22: 29. Mathayo 22 aya 29, Yesu akajibu akawaambia, mwapotea kwa kuwa hamuyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Kwa hiyo Ibilisi anajua akitutenga mbali na neno la Mungu, kadiri unavyokaa mbali na neno la Mungu ndivyo inavyokuwa rahisi kupotea, ndivyo inavyokuwa rahisi kupotea. Na ndio maana moja kati ya silaha na silaha yetu ya kwanza ni kweli nguvu za kuhimili ha, nguvu za kutuhimili na hata kuhimili mavazi yako zi katika kiuno, zi katika kiuno. Na neno hili linatumiwa kuonyesha namna ambavyo tunatakiwa kuwa tayari, tunatakiwa kuwa jasiri kusimama tayari kufanya yale anatuagiza kutenda, bila kuchelewa, naam, bila kupuuza, naam, bila kuzembea. Chochote Mungu alichoagiza katika neno lake anatamani kuona, ili mradi kimefunuliwa kwetu, tuko tayari kusimama, tuko tayari kwenda, tuko tayari kutenda mara moja, kama Bwana Anavyo anavyoagiza, bila kupuuza, bila kuchelewa, bila kusita sita, bila katika kitabu cha Wafalme Wafalme Wafalme wa Wafalme, Wafalme, pili Wafalme wa pili sura ile ya nne Wafalme uh, wa pili. Fungua Biblia yako soma pamoja nami katika kitabu, katika sura ile ya nne na ile aya ya ishirini na tisa aya ya ishirini Biblia anasema Ndipo Elisha akamwambia Gehazi, jikaze viuno jikaze viuno, ukachukue fimbo yangu mkononi mwako ukaende zako ukifuatana na mtu a, a, ukikutana na mtu usimsalimu, na mtu akikusalimu usimjibu, ukaweke fimbo yangu juu ya uso wanani? Kwa mtoto. Mnafahamu kisa hiki juu ya mtoto huyu aliyefariki, mtoto ambaye familia iliyomzaa ilikuwa baraka kwa Elisha, kila alipopita ilimkaribisha akapumzika, ikamjengea ili hata chumba cha kulala. Na unajua ilikuwa haina mtoto kwa haina mtoto kwa haina mtoto, na Elisha akawaombea, na familia ikapata mtoto, lakini baada ya muda huyu mtoto ghafla ameugua na muda mfupi amekufa yule mama anatuma mjumbe na Elisha anapomtuma Gehazi kwenda kwa niaba yake anamwambia jikaze nini viuno kaze viuno akimaanisha nenda kama nilivyokuagiza nenda kafanye nilichokuamuru kufanya na anaambiwa pamoja na mengine njiani akikutana na mtu hasimsalimu na hata akisalimiwa hasijibu maana wazo na kazi ni kwenda kwa ajili ya kile alichotumwa kwenda kwa ajili ya kile alichotumwa. Kwa hiyo Mungu anapotuambia katika silaha tulizo nazo tuvae kweli kiunoni, anaonyesha namna ambavyo kweli inatakiwa izingatiwe katika maisha yetu, izingatiwe, isipuuzwe, isidharauliwe, isitharauliwe, naam, isiachwe, maana huo ndio usalama wetu katika kukua washindi kwa vita tuliyo nayo. Sura hii Wafalme uh, wa pili, hiyo hiyo sura ya tisa, neno hili tena linatumika mahala hapa. Sura ya tisa na ile aya ya kwanza, nabii Elisha, akamwita mmoja wapo wa wana wa manabii, jikaze viuno, ukachukue chupa hii ya. Awe tayari kwa hili analotumwa kufanya, awe tayari kwa hili analotumwa kufanya, asiingie tena anapokuwa katikati ya njia asiondolewe kwenye ujumbe, kwenye agizo alilopewa anapokuwa yeye. Ndio maana silaha vita tulio nayo ni kweli kweli, ni neno la Mungu, na lazima kweli iongoze, na lazima kweli itawale maisha, kweli iongoze, na lazima kweli itawale maisha yetu yetu. Na niwakumbusha, hata hivyo, mwisho wa siku ni Yesu mwenyewe